Kama umewahi kujiuliza, kwa nini nafanya juhudi sana lakini pesa hazikai? Kwa nini kila nikikaribia kufanikiwa kitu fulani lazima kiharibike? Au kwa nini naogopa pesa? Kwa nini nahisi sina bahati na pesa? Kama umewahi kujiuliza yote hayo, basi nisikilize kwa makini, kwa sababu ukweli ni huu hapa: sio kila anayekosa pesa amelogwa na sio kila anayesumbuka kifedha ana bahati mbaya. Wengi wamefungwa Watu wengi wanaishi katika vifungo, lakini hawajafungwa na wachawi. Wamefungwa na utoto wao, wamefungwa na maisha walioyapitia tangu utoto wao, na vifungo hivi havionekani kwa macho, lakini vinaishi kwenye fikra, hofu, sauti ya ndani na maamuzi ya kila siku. Na leo, universe imenileta kukuambia haujafika hapa kwa bahati mbaya. Leo nataka nikushike mkono na kukuambia, tatizo sio wewe. Kinachokuzuia wewe leo hii kilianza zamani, kabla hata haujajua pesa ni nini, kabla hata haujaanza kushika pesa. Kilianzia utotoni, kilianzia kwenye familia yako, kilianza kwenye maneno, mazingira hofu pamoja na maumivu uliyoyapitia na kuyaishi kimya kimya. Na hivyo ndivyo vifungo visivyoonekana vinavyofanya kazi mpaka leo hii. Kifungo namba moja ambacho watu wengi wamekipitia ni kifungo cha maneno uliokuwa unayasikia tangu utoto wako. Naomba nikuambie kwamba utoto wako ulikuwa ni shule ya kwanza ya pesa. Yaani pale tu unapozaliwa na kuanza kulelewa kwenye familia yako, tayari unaanza kupata shule ya kwanza ya pesa. Je, unasikia maneno gani? Yale maneno unayoyasikia tangu unazaliwa na mpaka unapokuwa ndiyo maneno ambayo yanaamua wewe utakuja kuwa mtu wa aina gani, haijalishi mnaishi maisha gani kama ulikuwa ukisikia watu wanasema pesa ni ngumu kupatikana, matajiri wote ni wabaya, sisi ni watu wa kawaida tu, usitamani sana, utaumia. Hasa maneno haya hayakuishia tu masikioni mwako, maneno haya yaliingia mpaka kwenye nafsi yako ya ndani. Na haya maneno yanapoingia ndani, yanaishi, yanaishi mpaka leo hii katika utu uzima wako. Leo hii ukiwa mtu mzima unaweza ukapata pesa lakini huwezi kuzishikilia. Unaweza kupata fursa lakini unaogopa kuzipokea kwa kuogopa kwamba pesa ni mbaya, Matajiri ni watu wabaya. Unaweza kupata wazo zuri, lakini unajidharau kwamba mimi sitakiwi kushika pesa au mimi sitakiwi kutajirika sana. Sasa hiki ni kifungo cha sauti ya familia kinachoendelea kuishi ndani yako. Sasa ili uweze kufanikiwa, inabidi uachane na hiki kifungo. Jitoe katika hiki kifungo. Unajitoa vipi? Endelea kunisikiliza, video hii itakuponya. Kifungo namba mbili ni kifungo cha kuona wazazi wako wakiteseka ili kupata pesa. Unajua, mtoto huwa anajifunza zaidi kwa kuona na sio kwa kufundishwa, yaani yale mambo anayoyaona tangu anavyokuwa ndiyo hayo ambayo yanakaa na kuishi ndani yake. Kwa hiyo kama wewe utoto wako ulikuwa ukiona mama au baba anafanya kazi bila kupumzika, wanaumia kimya kimya kwa sababu ya pesa kuna migogoro ya kifamilia inayotokana na ukosefu wa pesa, basi akili ya yako ilijenga hitimisho hili hapa: pesa inaleta maumivu au ili nipate pesa ni lazima niteseke. Kwa hiyo leo hii unajisogeza mbali na pesa bila ya kujua. Unajichosha kuliko inavyotakiwa, unachagua kazi ngumu kuliko smart work. Unakuta mtu unamwambia just fanya online business hautateseka, lakini utapata faida kubwa. Mtu anakuambia hapana, hiyo ni Freemason au ni lazima nitoke jasho ndio nipate pesa. Yani mtu anaamini pesa ya halali ni ile ya kuteseka, yani lazima uteseke kwanza ndipo ile pesa iwe halali. Hii ni kwa sababu ndani yako kupata pesa kwa wepesi kunaonekana kama ni kosa, na hili tatizo linawasumbua watu wengi sana. Hawajui kama ni tatizo, bali wanaamini kwamba hivyo ndivyo maisha yanavyotakiwa kuwa, huo ndio utafutaji wa halali. Kifungo namba tatu ni kifungo cha hatia au tunasema guilt block. Hiki ni kifungo cha siri sana. Kama wewe utotoni kwako uliona wazazi wako wakikosa pesa, ndugu zako wanateseka, familia inapitia umaskini, yaani kiufupi, ukoo wenu wote nyinyi ni maskini, sasa unaweza kukua ukiwa na sauti ya ndani inayosema kwamba nikifanikiwa nitakuwa nimewasaliti. Sijui tunaelewana. Yaani, kuna ile hali mtu anakuwa nayo kwamba natakiwa nifanane na ndugu zangu, nikiwa tofauti na ndugu zangu nitakuwa nimewasaliti. Kwa mfano, unakuta mtu amezaliwa kwenye familia maskini, ndugu zake wote hakuna hata mmoja anayemiliki gari, lakini yeye amepata uwezo wa kununua gari, yaani amepata pesa za kutosha kabisa. Sasa kuna ile hali mtu inamjia kwamba badala ya kununua gari bora nikawagawia hizi pesa kidogo kidogo ndugu zangu, ili na wao waridhike na wanione kama vile mimi niko sawa na wao, sisi tunaelewana. Yaani mtu kumiliki vitu vingi au vitu vya thamani anaona kama ni kosa, anaona kama ni usaliti, kuna hatia ndani yake na hukumu. Kwahiyo anaona badala ya mimi kufanya hivi, bora nikawagawie kidogo kidogo. Kwahiyo unajikuta unawagawia hiyo pesa kidogo kidogo, alafu mnaendelea kufanana katika hali zenu za kimaisha, kwa sababu hizo pesa utakazowagawia hazitawafikisha popote na wala hazitafanya kitu kikubwa. Kwahiyo mwisho wa siku unajikuta unatamani kufanana na ndugu zako. Hicho ndio kifungo cha hatia, kinawatafuna watu wengi sana, lakini ni ngumu sana kugundua hiki kifungo. Inawezekana hata wewe unayetazama video hii unacho hicho kifungo. Sasa naomba nikuambie, kwa sababu ya kifungo hicho, ndio maana leo hii unajipunguza, unashindwa kupita viwango fulani, unajisikia vibaya unapofanikiwa. Sasa sikia hii, Universe haisemi kwamba wewe haustahili pesa haisemi kwamba wewe haustahili kufanikiwa kuliko ndugu zako, lakini nafsi yako bado haijajipa ruhusa ya kupokea. Kwa hiyo unahitaji kuachana au kutoka katika hicho kifungo, ili uweze kuipa ruhusa nafsi yako ya kuweza kupokea mafanikio. Kifungo namba nne ni kifungo cha kuamini kwamba wewe sio wa kupata zaidi. Unajua, familia nyingi huwa zinafundisha mipaka bila kujua. Kama ulikulia kwenye mazingira ya kutamka kauli kama vile haya ndiyo maisha yetu, hatuwezi kuwa kama wao, hayo ni ya watu fulani, au kitu fulani ni kwa ajili ya watu fulani, basi tambua kwamba akili yako ina ceiling ya pesa, yaani ina kizuizi fulani kwamba wewe ni wa hapa mpaka hapa huko mbele ni kwa ajili ya watu wengine. Na ndio maana leo hii ukichunguza kwenye familia fulani, unakuta wote wana levu zinazofanana, yaani, mkishafikia kiwango fulani, mnaishia hapo hapo, hamwezi ku break zone, hamwezi kufanikiwa zaidi ya hapo. Unakuta kwenye familia fulani, mtu ambaye amefanikiwa ni yule ambaye ana uwezo wa kuvaa vizuri tu yaani ukishaweza kujimudu ukanunua nguo nzuri, nguo mpya kila mwezi, basi wewe ndio tayari umefanikiwa, hauwezi kuvuka zaidi ya hapo. Na ukienda kwenye familia nyingine, unakuta mtu ambaye amefanikiwa anapimwa kwa kuwa na makazi, yani kujenga. Yaani wewe ukishapambana huko pambanavyo, ukifanikiwa kujenga, wewe tayari umefanikiwa, lakini sio zaidi ya hapo, sio kununua gari, hapana, sio kumiliki biashara kubwa, no ni kujenga tu, tena nyumba ya kawaida. Na katika familia hizi ukiwaambia kuhusiana na mafanikio zaidi ya hapo, yani kwamba unatakiwa kufanikiwa zaidi ya hapa, watakwambia kwamba hizo sio levo zetu, ni za watu wengine au hao ni Freemasons. Yani, wao hawawezi kufanikiwa zaidi ya hapo. Sasa hicho ni kifungo, familia zimejiwekea vifungo bila ya wao wenyewe kujua. Haijalishi unafanya nini kuna kiwango fulani huwezi kukivuka, kwa sababu nafsi yako haijaona mfano wake. Yaani, nafsi yako bado haijaamini kwamba kuna njia zaidi ya hapo, na ndio maana unaweza kujikuta unapambana sana, na sio kwamba pesa hupati, pesa unapata, lakini unaweza kufikia kiwango fulani tu, huwezi kuvuka zaidi ya hapo, na baada ya hapo kuna kitu kinakwama. Naomba nikuambie kitu kimoja, kila mtu hapa duniani anao uwezo wa kuwa chochote kile anachotaka. Universe huwa haikupunguzi uwezo, lakini wewe umerithi mipaka, mmejiwekea mipaka ambayo inakuja kuwa ni vifungo katika maisha yenu. Kwa hiyo, ili uweze kufanikiwa, unatakiwa kutoka katika hicho kifungo. Endelea kunisikiliza, kuna uponyaji mkubwa sana katika video hii. Sasa basi, utajuaje kama wewe unaishi katika vifungo hivi? Zipo dalili chache tu Yaani ukiziona hizi dalili maisha ni mwako, tambua kwamba wewe unaishi katika hivi vifungo yaani, hivi vifungo bado vinakushikilia. Dalili ya kwanza kabisa, pesa zitakuwa zinakuja na kuondoka ghafla, yaani unafanya kazi kwa bidii sana, pesa unaziona, lakini zinaondoka, hazikai. Dalili ya pili, utakuwa unafanya kazi nyingi kuliko matokeo, yaani wewe ni mtu wa kutoka jasho kila siku, ni mtu wa kuteseka, lakini matokeo ni madogo kuliko nguvu unayotumia. Dalili ya tatu utakuwa unahisi huna bahati ya fedha. Ile hisia unayoipata kwamba mimi sina bahati au bahati yangu bado, hiyo nayo ni ishara tosha kwamba wewe ndani yako kuna vifungo vinakushikilia. Na dalili nyingine utakuwa unaogopa kuongeza bei ya kazi yako. Yaani wewe kila siku ni mtu cheap. kama ni fundi basi unakuwa ni fundi cheap. Kama ni bidhaa basi unakuwa unaziuza katika thamani ya chini sana. Yani unakuwa hujiamini. Huamini kwamba wewe ni mtu ghali au bidhaa zako zinatakiwa kupanda thamani. Hiyo ni ishara ya kwamba kuna vifungo ndani yako. Dalili nyingine utakuwa unajisikia mdogo mbele ya pesa. Yaani ikitajwa pesa wewe unajiona ni mtu wa chini tu. Huwezi kumiliki pesa nyingi. Yaani unaona pesa ni kubwa kuliko wewe. Hiyo ni dalili kwamba kuna vifungo ndani yako. Dalili nyingine utaiona pale ambapo kila unapopata kuna hasara isiyoeleweka. Yaani unakuta unapata maadili makubwa makubwa ya pesa, pale unapokaribia kutusua, basi kuna hasara kubwa inatokea. Au unaanzisha biashara inaenda vizuri tu, biashara inapokaribia kufika kileleni, yani tayari una jina, wateja wengi, basi unapitia hasara kubwa sana. Sasa hiyo sio bahati mbaya. Dalili zote hizo haziji kwa bahati mbaya. Hizi ni ishara ya kwamba kuna kifungo cha kizazi nakufuatilia kifungo cha kizazi ni kibaya sana, yaani hakiwezi kukuachia wewe ukaenda, hakiwezi kukuachia wewe uka break zone. Ni lazima utaishia katika kiwango kile kile ambacho aidha mmejiwekea au kinaishi ndani yenu. Sasa basi, kabla sijakwambia nini unatakiwa kufanya ili uweze kuvunja vifungo hivi, naomba nikwambie jambo hili hapa kama utajikuta una maumivu makali sana ndani yako juu ya hivi vifungo, naomba nikuambie jambo hili hapa. Universe imeanza kufanya kazi na wewe, ulimwengu tayari umeshakuona. Universe huwa inakuumiza pale ambapo kuna kitu kinahitaji kuamka. Maumivu ya pesa yanakulazimisha kujiuliza maswali, yanakutoa kwenye autopilot ya familia yanakusukuma kutengeneza njia yako mwenyewe. Kwa hiyo hayo maumivu unayoyapitia siyo adhabu, huo ni mwito wa kuvunja mzunguko, ni mwito wa ku break zone. Kwa hiyo tambua, wewe tayari umeitwa. Kuna kitu ndani yako kinaanza kufanya kazi. Maumivu ya pesa ni ishara ya mabadiliko, ni mlango wa ufahamu, ni mwito wa kuacha kuishi maisha ya kurithi. Sasa Unavivunja vipi hivyo vifungo vya pesa? Nisikilize kwa makini sana, hapa ndipo uponyaji wako ulipo. Kitu cha kwanza kabisa, kubali kuwa baadhi ya imani sio zako. Hatua ya kwanza sio kufanya kazi kwa bidii zaidi, hatua ya kwanza ni kutambua ukweli. Jiulize kwa uaminifu: je, hofu hii ya pesa ilianzia wapi? Je, hii sauti ya ndani inanifanana au ilifundishwa? Yani, nilifundishwa tangu utotoni. Je, ningeishi vipi kama nisingelelewa kwenye mazingira haya? Kama umekuwa ukiishi kwa kuamini kwamba watu wote wenye pesa au wanaofanikiwa ni wabaya, basi ichunguze hiyo imani ilianzia wapi. Watu wengi wanaishi maisha yao yote wakijilaumu kwamba mimi ni mzembe, mimi sina bahati. Lakini ukweli ni huu hapa, haukuchagua imani ulizopewa ukiwa mtoto yaani haujawahi kuzichambua na kuzitafakari kwa kina. Ulidhirithi kwa sababu tu ulikuta watu wanasema hivyo, basi na wewe ukazibeba ukaishi nazo. Ulizimeza kabla haujajua kuchagua, na unapogundua hilo, mzigo unaanza kuondoka taratibu. Yaani, ukishatambua kwamba hiki kitu nilichokibeba sio sahihi, basi mzigo utaanza kuondoka ndani yako, kwa sababu hauwezi kuvunja kitu usichokitambua. Si tunaelewana? Kwa hiyo ni lazima kwanza utambue umebeba nini ndani yako, ndipo uanze kuvunja. Kubali kwa upole kwamba hii haikutoka ndani yangu, nilijifunza, nilirithi kutoka kwa wakubwa wangu, kutoka katika familia yangu. Hapo ndipo kifungo cha kwanza kinaanza kulegea. Hatua ya pili, acha kujilaumu na kujipa hatia isiyokustahili. Sasa hili ni gumu lakini ni muhimu sana, naomba unisikilize. Wazazi wako walifanya walichoweza kwa ufahamu waliokuwa nao, hawakujua kwamba wanapitisha nini kwako, yaani hawakujua kwamba wanakutengeneza wewe uje kuwa mtu wa aina gani. Lakini mara nyingi ndani yetu huwa kuna sauti ya hatia kwamba mimi nikif, nikifanikiwa zaidi nitakuwa nimewasaliti, au natakiwa nifanane na ndugu zangu na familia yangu yote hii ni hatia ya kizazi na hatia hii huwa inaua mtiririko wa pesa kimya kimya. Ni lazima ujifunze kusema moyoni mwako kwamba ninaheshimu safari yao, lakini silazimiki kuirudia. Yaani sio lazima wewe uishi maisha walioishi wazazi wako. Mafanikio yako hayapunguzi thamani ya wazazi wako au ya ndugu zako, yanathibitisha kwamba juhudi zao hazikuwa bure. Yaani wameweza kukutengeneza mtu ambaye umekuja kufanikiwa. Kama ndugu zako wote wanaishi kwenye nyumba za udongo, wewe, sio kosa kujenga gorofa, sio kosa kumiliki gari. Fanya kile unachokitaka. Ukikubali hili, unatoa ruhusa kwa universe kukupitisha kwenye mlango uliofungwa kwa muda mrefu. Ukiendelea kuishi kwenye hatia, basi familia yenu yote itaendelea kuishi kwenye chain hiyo hiyo ya umaskini. Kwa hiyo, kubali ku break zone, usiangalie watasema nini, usiangalie watanifikiria vipi. Amini kwamba upo sahihi na wewe unastahili mafanikio, no matter what na pia tambua kwamba mafanikio yako ni uponyaji, sio usaliti. Kuna watu wamebeba mateso ili wewe usiyaishi, lakini kosa kubwa ni kuamini kwamba nikiishi vizuri nitawakosea. Hapana, unapofanikiwa unawaponya, unapopata unavunja mzunguko, unavunja chain, unapopokea kizazi kizima kinapumua. Universe haikutaka uendelee kuumia ili kuthibitisha uaminifu wako inakutaka uishi tofauti, sio lazima ufanane na wao. Na ndio maana kuna maumivu ndani ya unapofanikiwa. Kuna sababu, kifungo kinapambana kabla ya kuvunjika. Kwa hiyo ukiona hilo usirudi nyuma, huo ni uthibitisho kwamba wewe upo sahihi. Na hatua nyingine, badilisha lugha unayoitumia kuhusu pesa. Wewe pesa huwa unaizungumzia vipi? Hili huwa nalifundisha kila siku, karibu katika kila somo Maneno ni nishati na universe huwa inasikiliza lugha ya ndani zaidi kuliko lugha ya nje. Kama ukisema pesa ni ngumu, hakuna pesa, sijui nitapata wapi pesa, unaiambia universe kwamba nipo kwenye hofu, sio kupokea. Yani wewe haupo tayari kupokea pesa na hofu imekutawala. Badala yake, jifunze kubadilisha lugha polepole, jifunze kutamka ninapokea, ninapokea baraka pesa zinakuja kwangu, nipo tayari kubadilika, nipo tayari kupokea pesa nyingi. Sasa hii sio kwamba unajidanganya. Unajua watu wengi we, wanaweza wakasema kwamba unavyosema nipo tayari kupokea pesa wakati pesa uzioni ni kujidanganya. Hapana, hii ni kuondoa kumbukumbu za zamani, ni kuondoa vifungo vilivyopo ndani yako. Kumbuka, pesa zinapenda mazingira yenye utulivu na sio hofu. Sasa kama wewe huwa unajitamkia maneno ya hofu kila siku kwamba mm, sijui nitapata pesa, sijui nitafanikiwa, pesa haiwezi kuja kwako ku. Ni lazima uitoe hiyo hofu, ni lazima utoe huo wasiwasi ndani yako, jijaze ujasiri. Pesa inapenda watu majasiri, inapenda watu wenye matumaini. Kwa hiyo jifunze kujitamkia maneno yanayoonyesha ujasiri kuhusiana na pesa, na ndio maana hata katika comments huwa ninawaambia jitamkie maneno ya ushindi. Amini kwamba wewe ni mtu wa kufanikiwa, ni swala la muda tu, lakini wewe tayari ni mtu mwenye mafanikio. Pesa ni haki yako, pesa zinatakiwa kuja kwako na hatua nyingine ambayo ni ya mwisho lakini ya muhimu sana, jipe ruhusa ya kupokea bila hatia. Na hiki ndicho kifungo cha mwisho na cha ndani zaidi. Watu wengi wanaweza kufanya kazi wakafanikiwa, lakini wachache wanaweza kupokea bila hatia. Yani, unakuwa huipi nafsi yako ruhusa ya kuzistahili hizo pesa. Na dalili ya kwamba hujajipa ruhusa ya kupokea pesa, dalili ya kwanza kabisa kila unapopata pesa nyingi unapata wasiwasi ndani yako kwamba, hii hivi, hizi zote zangu? Jamani, watu watanifikiriaje? Itakuwaje? Na dalili nyingine, ukipata tu pesa unatoa haraka, hata kabla hujajipatia utulivu. Yaani, ukipata tu pesa unaanza kuwagawia watu ili watu wasikufikirie vibaya au uipe nafsi yako amani kwamba kwa, kwa sababu nimewapa watu basi watu hawatanifikiria vibaya. Sasa hiyo ni ishara ya kwamba hujaipa ruhusa nafsi yako ya kupokea pesa. Kuanzia leo hii jiambie, ninaruhusu mema yanipate bila adhabu. Kupokea si dhambi, kupokea sio ubinafsi, kupokea ni hali ya asili na unastahili kupokea na universe inaanza kukupa zaidi pale unapokubali bila kupambana. Kwa hiyo pesa ni haki yako. Amini kwamba ukiwa na pesa nyingi wewe sio mkosaji, hata kama watu watakufikiria vibaya, lakini wewe ndani yako amini kwamba upo sahihi na hakuna kosa lolote lile ulilolifanya. Vifungo visivyoonekana huwa havivunjwi kwa nguvu, vinafunguka kwa ufahamu. Na kama umefika mpaka hapa, basi jua tayari umeanza safari ya kuvuka kiwango kimoja cha maisha. Wewe unaitazama video hii, Tambua kwamba haujaja hapa kwa bahati mbaya, na pesa zitakuja, sio kwa sababu umepambana zaidi, bali kwa sababu umebadilika kuanzia ndani yako. Universe huwa inafanya mawasiliano kwa wakati sahihi, na kama ujumbe huu umekugusa basi, ni kwa sababu ndani yako kuna kitu kinaanza kuamka. Wewe haukuzaliwa kuendeleza mateso ya kifedha ya familia yako. Ulizaliwa kuwa mwisho wa mzunguko na mwanzo wa hadithi mpya katika familia yako. Kwa hiyo usiogope kubadilika, usiogope kupita walipofika wengine. Hiyo sio dharau, ni uponyaji wa kizazi kizima. Nakumbuka kwamba haujaja hapa kwa bahati mbaya. Napenda nikukumbushe hili mara kwa mara, ili ujue kwamba wewe ni mtu ambaye umechaguliwa. Na kuanzia leo, wewe ni mshindi, wewe ni mtu mwenye mafanikio, wewe ni tajiri, pesa zinakufuata, unastahili kufanikiwa, unastahili kubreak zone ya familia yako. Wewe ni mtu ambaye universe imekuchagua. Leo universe ilikuwa inaongea na wewe na huu ndio ujumbe wako wa leo. Kama ujumbe huu umekugusa basi, karibu sana katika familia ya nguvu za universe, na kama ulikuwa bado hujasubscribe, hakikisha unasubscribe ili video nyingine zisije kukupita. Asante sana.